Ulinipea watoto watano ama wanne, si mmoja alikuwa mtoto wa sista ya bwanangu. Akamwambia you are 18 months. Akamwambia so unanipima, unapima, una kilo ngapi ya yeah? unga clients are waste, uh, are waiting. Akamwambia I have two cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow, alisema hana visu vya kufanya operation atiz zake zilienda na maji. Akamwambia fanya hivi basi, nipe unga yenye uko nayo 300 grams. Sikupe unanichiti? Nani amesema sasa? After nishakufungulia bizi yote unanichiti? Hizo messages tu umeona hapo, hakuna kitu kama hiyo. Inaendelea na hii naumse nini, mpaka unacheka simu yako na sio shindana nayo huo mtu hiyo alikuwa mgonja arthritis ati akagonja. Kwani angepona? Acha kuongea ufala. Hapana. Wewe unaniona hivi? Mimi wacha nikuambia, ninaweza hata kukuweka pingu hata kama nikugeuka sheria. Naweza <tipa> kugeuka <tipa> sheria sasa kuweke pingu sasa hii. Na mimi hata ninaweza kukuchapa kwa sababu mahali umefika. Mimi nataka si uache kutumia jina la kusema mimi ni kama mtoto wako. Mimi siwezi kuwa wewe. Wewe hakuna kitu hapo. Mimi sijazaliwa na mama mwenyako na tabia kama yako. So usije jaribu kuniambiambia pa mambo ya kusema mimi kama mtoto wako. Wewe unataka kuongea wewe, mama mzima, lakini heshima hauna kuna kitu wacha kushikashika hapo, utaumia bure. Hiyo tu ni nyasi tulikata juzi. Wewe umesema vizuri kwamba huku ndio kwenye kunakaa watoto, hivyo ndio liniambia, hmm. Na umekaa station na mwonge umelalamika, na mi nikakuambia tu vizuri, wewe ni mama, naona wewe ni mtu mzima, sio tusikuwe tumekuja hapa tena tuanze kuzungushana na unifanya kazi kukua ngumu, tafadhali wewe kama unajua vizuri, watoto wako hapo, acha tushughulikie mambo ya watoto, na kama unataka kuachiliwa, uachiliwe, kama umenionyesha kila kitu, lakini usikue mtu akunizungusha, zungusha, unizungushe, so wewe hakikisha tu unafanya chenye tuna tumekuja kuangalia watoto, unionyeshe kila kitu, tumalizane na wewe lakini usianze kunizungusha hapa, tunanizungusha hmm. Sasa mama, hauna watoto aje? Na wewe unasema uko na watoto watatu wenye wako huko hivyo kwa station, si uliandikisha ukasema? Tangu siku ya kwanza tukiongea na wewe, si ulisema watoto watatu wako huko, na kuna mtu ako na watoto, si hivyo? Ulikuwa umeniambia wewe. Sasa unaniarasbur nini? wakati tulikuwa na wewe ulisema vizuri kabisa, kuna watoto watatu wako wapi Madhare, si hivyo uliniambia, na ukaniambia vizuri watoto wako huku, na tumekaa stesheni mpaka imefika leo, ukasema unakuja kutuonyesha, alafu inakuaja tena unaanza kusema ati sijui tunakuara tunakuarasi bila sababu, na ni arasi ya bana babulaota bana babulaota awe na iwe mwene wavorire bana balino Mama hata nikuita tu mama kwa sababu hata nikikuita madam nakosea. Wewe ninaona ni kama mama yangu, si ni kweli? mm-hmm. lakini kwa nini unataka kufanya kazi yangu ikuwe ngumu? Wewe ndio mtu unafaa kuelimisha watu wengine, familia, watoto wenye wako, watu wengine. Wewe ndio unafaa kufunza watu, inakuwaje wewe ndio unahusika tena kuanza kushughulika na kuuza watoto? Wewe naona ukiwa mtu mzima rika ya mama yangu, kwa hivyo wewe ni mama yangu, hata nakupea heshima. Lakini wewe unataka kuninini? nakupea heshima, lakini wewe unataka hiyo heshima yangu na mimi ishe. Ukumbuke mama, mimi niko kazi So ikifika ni mambo ya kazi yangu, mimi na mama na mambo ya kazi iko kando kabisa. Kijana yangu kwa sahii, hakuna kitu naweza kuficha mimi. Naishi huku na watoto hawako huku, ama kama unaweza tembea uone kama kuna watoto, ni sawa. Jue ni kijana yangu kabisa. Ni nini sasa nitabishana na wewe, hmm? Na kwa nini sasa wewe, tunachukua muda kutoka hiyo barabara yote tukikuja, wewe ni kunizungusha tu, umenizungusha tu mpaka saini letu, unanipeleka hivi, unanipeleka hivi. Na ndio maana mimi nakuuliza wewe, ni mtu mzima, unafaa kupewa heshima yako. Hata ninasikia aibu sana kukuongelesha vile nakuongesha, lakini kwa sababu ya kazi yangu nalazimu nikuongeleshe kwa sababu wewe ni mtu mzima hatufai kuwa tunaongea vitu kama hizi. We ni mtu mzima, nafaa kupea heshima yako. Lakini sasa unaona kwa sababu ya kazi yangu na una makosa lazima ni kuongelesha, kwa sababu mimi Kenya nataka ni watoto wale ulisema wako wapi huku, sikatai mimi hmm. Ni mtu mzima, ndio sikatai. Lakini sasa unataka nikuelezea aje? Nakuuliza hmm. Juu umekuja hapa, nyumba ni gani yenye watoto wako ndani? Kwa sababu hizi umetufikisha. So, umetufikisha, hmm. Hapa unasema hapa ndio kwenye watoto wako. Wewe unaona hizi ni takataka, tulichelewa hata kulipia hizi, hizi takataka juu zinatakana ziende ziti, zitupwe, na tulichelewa kuzi, kuzilipia. Sasa wewe unataka nifanye nini, kijana wangu? Nini unataka nifanye eh? Tunakuambia vizuri, hizi ni takataka zote, juu tulichelewa kulipia zinafaa kuwa zimeenda kutupwa. Unataka nikuambie nini, mtoto wangu? Na juzi ndio nimetoka seli, nimetoka seli nini, juzi juzi juzi. Unataka nikuambie nini hmm? Hauoni kama unakosea, kwa sababu wee unasema ati ni kutafutia watoto unatafutia watoto kwa watoto wenyewe, sasa ningefanya ni nini? Nini? Nini? Nini hmm? biashara gani mnafanyanga hapa? Nunaona tu hizi ni takataka, hatuna biashara nyingine, ni takataka tu hizi, tunachukua tunasanya, wanakuja wanabeba skret, hakuna hmm, biashara nyingine sisi tunafanya, hakuna kitu kwa ni kama kijana wangu. Hmm, unaniharas tu bure, unaniharas kwa nini Anini, unaniara ukiangalia, uwezi hmm, ona watoto. sinihizi takataka tu, unaziona hapa hizi, ni takataka tu hmm, usiende na huko. takataka ni hizi zikaapa hivi, hakuna mambo ingine, hmm, ni takataka tu zimejaa hapa hizi, ndio tunasanya, tunasanya tunafanya kuuza, ndio tupate kitu ya kukula mimi, hmm, na familia yangu, hmm, siende huko kwa nini unataka kunionyesha mahali pa kwenda? Na unaniambia hakuna kitu, ni nini unajaribu kuniambia? Wewe unataka kunifunza kitu wa kufanya? Kwa hivyo sasa unataka kunikontoli mahali nitaenda? Wacha mchezo wako mama, unajua nachane kuambia. Wee unaniona hivi mimi wacha nikuambie, ninaweza hata kukuweka pingu hata kama nikukeuka sheria. Naweza kukeuka sheria saa hii nikuweke pingu saa hii. Na mimi hata ninaweza kukuchapa kwa sababu mahali umefika. Mimi nataka, si wacha kutumia jina kusema mimi ni kama mtoto wako. Mimi siwezi kuwe wewe. Hakuna kitu wako. Mimi sijazaliwa na mama mwenye ana tabia kama yako. So usijaribu kuniambiambia pa mambo kusema mimi kama mtoto wako. Wewe unataka kuwe wewe mama mzima lakini heshima huna. Usifungue hapo. Hakuna kitu. Ni hizi tu zika hapa. Ni vino chambo vino cha vionya. Zinocha mm, sindisindisiumakuotasasa mm. Mama hevye, niambie tafadhali, wewe unajua vizuri, umetuleta hapa kutafuta mtoto. Ni kwa nini unafika hapo na sasa kunifanyisha madrama hizi zote? Hakuna kitu hapo, kuna, kuna kitu ni hii tu chafu iko hapa hii utuchelewa kudipia sasa, hawajakuja kuchukua iko tu hapo Tunauzanga hizi takataka hizi takataka. Takataka ndio tunauza ndio tupate mkate wetu wa kila siku. Tunauza hii machupa tunauza. Wewe ulisema kazi yako ni watoto, ndio umeleta huko, imekuja tena ikageuka ikakuwa ni takataka ndio mnauza. Takwambia nini mtoto wangu ndio unielewe, jaribu mm? mm? kunielewa Tunakuelezea tu vizuri hii tu, hii vitu ndio biashara mimi na wewe Samaritan. Wacha kukua na shughuli mingi zenye nafanya. Unafanya nini? ndio na kazi tu mimi nafanya hii, kuna mambo ingine hii tu hapa, hakuna kitu kingine hapa, siende huku, hakuna kitu na naishi wapi, hmm? si alikuwa anasema anatuleta kwake hmm. Kwa hizo nyumba zote unaishi wapi? naishi kwa hmm. nyumba gani? nakaa hapa tu kuwa nakaa hapa tusema, nyumba unaishi nyumba gani? Kwa hizi nyumba yako ni gani? Uwezi kuwa nakaa, wa nakaa, ni. Ni nakaa mama, naka naka, wacha kutuchezea. Kama unaona ka... umechunguza ukaona sisi ni watu tu, utatufanyia mchezo. Kwa hivyo tumekuja tu hapa kucheza na wewe tu, siutuonyesha nyumba unakaa, nyumba yako ni gani? Nakaa hapa tu

Hiyo ni takataka tu, hakuna kitu ingine. Ni nini, nini unajitetea? Kuna mtu anaongea nawe mbona unajitetea? Ama unaona sisi ni wapumbavu kabisa? Usione tukiwa hapa ati sisi ni wajinga. Uf, ufanya haraka nani, kwani unafanya polepole pole aje? Si umetaka kufanya, umekuwa na kikelele ya kufanya kazi. Sasa nataka ni na kupee kazi akuma... fanya kazi ya kuangalia sasa hapa hapa mi napika, hiyo ni mabati tu, hakuna kitu. We angalia zunguka naukokuote angalia yo saidi yote hiyo sishika zunguka huko angalia hmm. na ile saidi we kijana wenesikia kweli, su angalia na ile saidi nakwambia, angalia upande ule hakuna hmm? mtaumia mkono tu mkishikashika hii uchafu tu, hakuna kitu. Mi ndo naishi hapa, hakuna hakuna hmm? Kuna kitu, wacha kushikashika hapa, utaumia bure. Hiyo tu ni nyasi tulikata juzi, tunafyekafyeka tu tukufanya usafi tu, fanya tu usafi hapa, usafi tu tunafanya usafi ewambore ye hmm. nikwitsa ano hmm. olamboera vung'ani ola. Lakini mbona sasa sai wenya kubadilikana ya kubola sasa shira sino sina babu vavula tawe hmm. Kwa nini unafanya kukua mambo kukua ngumu hivi na, na hmm. nyumba, anjeo, unajua, unajitesa. Wacha nikwambia unajitesa hmm. Wewe unajitesa, kwa sababu kama hautasema ukweli wewe utarudi tu station. Hakuna venye tutakuachilia kama hatujajua ukweli. Wewe sasa, sasa unajua, ukikataa kusema ukweli, tunarudi na wewe station, unaenda tu kufungwa. hmm. Ndio nakwambia, kama hautasema ukweli wewe utarudi tu station. kuna makosa mi naishi tu hapa nikuwa na fyeka fyeka. Natengeneza tu usafi. Kuna kitu shika hapo utakatwa mikono. Acha. mm -hmm. Kushika hapo ni uchafu, uchafu tu huko? Anajaribu kukata huko. Acha kushika hapo mpa. Kuna kitu ebuka mama. Chini mama, kaa chini. Ebuka hapo chini. Wacha kuzungushana na mimi, unasikia? Wacha kuongeongea vitu zenye uelewa, unaongea nini? Kaa hapo chini na unyamaze, nisitaki kusikia ukiongea chochote. Unasikia? uchafu tu uchafu. Naesheka masuanakaja na, ma na maninzionanini hapa yeah. <coughs> <coughs> Mama tutakosana, nimekwambia kaa chini ni hivyo. Nimekwambia nimekwambia kaa chini, nasitaki kusikia ukileta mdomo hapa.

Imesema simama, huko! Unaenda wapi huko? Nanii, hii ni nini? Madamu imefanyika hapa.